Naitwa Brigadier General Wilson Sakulo, ni mkuu wa wilaya ya Ngorongoro. Leo nikiwa pamoja na wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya pamoja na wataalamu kutoka kwa mkurugenzi e, tumetembelea chuo cha ualimu ambacho kimejengwa katika wilaya yetu ya Ngorongoro, ambacho chuo hiki kimetumia zaidi ya bilioni mbili nukta bilion sita na kwa asilimia kubwa chuo kimesha kamilika eh, kilichobaki ni furniture na wanafunzi ili chuo kianze. Chuo hiki kwa ujumla eh, ni kimejengwa vizuri sana, value for money inaonekana, pia na majengo mbalimbali yaliyopo katika chuo hiki, lakini pia na nyumba za wafanyakazi. Chuo kiko katika eneo zuri sana ambalo masuala mazima ya, ya, ya elimu yani mazingira ni mazuri sana kwa wanafunzi kwa hiyo rai yangu mimi kwa timu ambayo tayari imeshafika hapa mkuu wa chuo na baadhi ya watendaji waendelee kuhakikisha ili eneo linakuwa salama linakuwa safi miundombinu inatunzwa vizuri maana mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ametuletea hizo bilioni mbili nukta sita ambazo tayari zimeshatumika hapa. Tunachosubiri tu ni masuala ya furniture. Naomba utunzaji uendelee tuhakikishe chuo kinakuwa salama, majengo miundombinu salama, majengo inakuwa salama. Kichuo ni fursa katika wilaya yetu ya Ngorongoro, sio tu kwa masuala ya kielimu, lakini pia itatuongezea fursa mbalimbali za kiuchumi. Kinachukua zaidi ya watu, wanafunzi mia nne. Kwa hiyo kutakuwa na watu bodaboda, nao watapata ajira eh mamantilie, maduka madogo madogo, yaani bidhaa mbalimbali zitauzwa wakiwepo watu hapa kwenye hiki chuo. Tutaendelea kufuatilia kwenye wizara ya elimu kuhakikisha kwamba sasa sehemu ile iliyobaki ya furniture pamoja na wanafunzi ili chuo kianze mapema. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu atubariki sote.